Katika historia ndefu ya ukandamizaji wa kibaguzi nchini Afrika ya Kusini, yapo matukio yaliyotikisa msingi wa mfumo huo wa kibaguzi, lakini ni machache sana yaliyochoma mioyo ya Waafrika Kusini kwa ukali kama tukio la Sharpeville lililotokea mnamo tarehe 21 Machi ya mwaka 1960. Hii haikuwa siku ya kawaida. Haya kuwa maandamano ya kisiasa yaliyojaa vurugu kama walivyodai watawala wa wakati huo, bali ilikuwa ni siku ya matumaini, siku ya upole uliyojaa ujasiri, siku ambayo watu, wanaume kwa wanawake, vijana kwa wazee, walijitokeza kwa wingi kupinga sheria kandamizi ya pass laws iliyowalazimisha watu weusi kubeba vitambulisho maalum vya ukandamizaji, maarufu kama passbooks. Watu zaidi ya elfu tano walikusanyika nje ya kituo cha polisi cha Sharpeville katika mji mdogo katika jimbo la Transvaal, wakiwa wamevaa vizuri, wakitabasamu na wengine hata wakiimba. Lengo lao lilikuwa ni moja tu, kukataa kubeba pass book na kukamatwa kwa makusudi ili kuonyesha upinzani wa wazi dhidi ya sheria hiyo ya kibaguzi. Lakini hali ilibadilika ghafla sana wakati kundi hilo la amani lilipokaa nje ya kituo cha polisi, askari walijaa kwa wingi, wakati mwingine walihisi kutishwa na idadi ya watu. Hali ilitulia kwa muda kadhaa, lakini kisha risasi zikaanza kupigwa. Hakukuwa na onyo rasmi, hakukuwa na maandalizi ya usalama kwa upande wa waandamanaji. Lakini dakika chache baadaye ni takriban watu 69 walikuwa wameuawa. Wengi wao waliuawa kwa kupigwa risasi mgongoni wakati wakikimbia kuokoa maisha yao, na zaidi ya watu 180 walijeruhiwa siku hiyo, wakiwemo wanawake pamoja na watoto. Tukio la Sharpeville lilitokea mbele ya macho ya dunia. Picha za waathiriwa waliolala kwenye dimbwi la damu zilizunguka dunia nzima. Kwa mara ya kwanza, dunia ilianza kufumbua macho kuelekea uhalisia wa ukatili wa mfumo wa apartheid. Afrika Kusini ilijikuta ikiingia kwenye giza kubwa zaidi la kisiasa. Maandamano na vurugu zilifuata baada ya tukio hilo. Serikali ya Afrika Kusini ilijibu kwa kufunga mashirika ya kisiasa kama vile P. PAC, Pan Africanist Congress, na ANC, African National Congress, na viongozi wa upinzani walikamatwa, kuhamishwa au kuanza harakati za chini kwa chini. Kwa mara ya kwanza watu kama Nelson Mandela, Robert Sobukwe na wengine wengi walianza kuchukua msimamo mkali zaidi. Sharpeville ilikuwa kichocheo cha mabadiliko makubwa kutoka upinzani wa amani hadi mapambano ya silaha. Tukio la Sharpeville lilifanana sana na matukio kama Kent State Shooting nchini Marekani au Soweto Uprising. Yote yalikuwa ni matukio ambayo yalionyesha jinsi serikali dhalimu hujibu madai ya amani kwa risasi. Tofauti ni kuwa tukio la Sharpeville lilibadilisha historia ya taifa zima na kuwa kielelezo cha dhuluma iliyopaswa kukoma. Miongoni mwa viongozi waliokuwa mstari wa mbele wakati wa maandamano ya Sharpeville alikuwa ni Robert Sobukwe, kiongozi wa Pan Africanist Congress, ambaye baada ya tukio hilo alikamatwa na kufungwa kwa miaka mingi katika gereza la Robben Island ambapo alitengwa kabisa na wafungwa wengine. Serikali ya apartheid ilimwogopa sana kiasi kwamba ilitunga sheria mpya mahususi kwa ajili yake, sheria iliyojulikana kama Sobukwe Clause, sheria iliyowaruhusu kumweka ndani hata baada ya kifungo chake kuisha. Kifungo hicho hakikuvunja sauti yake bali kilizidisha nguvu ya ujumbe wake. Alifariki mnamo mwaka 1978 akiwa bado amewekewa vikwazo vya kisiasa lakini maneno yake bado yanarindima mpaka leo hii. Tukio la Sharpeville lilimgeuza kuwa nembo ya upinzani thabiti. Ule ujasiri wa watu waliokufa siku ile ulikuwa ni moto ulioshindwa kuzimwa. Ulizaa kizazi kipya cha wapigania uhuru waliokuwa tayari kufa kwa ajili ya Afrika huru. Leo hii kila ifikapo Machi 21 huadhimishwa kama siku ya haki za binadamu nchini Afrika ya Kusini. Ni siku ya kukumbuka wale waliopoteza maisha kwa ajili ya haki ya kuwa binadamu kamili. Sharpeville haikufa, iliishi kama sauti ya mapambano, kama mwali wa uhuru na kama kumbukumbu ya kuwa ukimya haupaswi kuwajibu kwa dhuluma. Tukio la Sharpeville si tu historia bali ni somo, ni kilio na ni mwanga kabisa. Wale waliomwaga damu yao pale siku ile walituachia ujumbe kuwa haki haibembelezwi, bali haki hupiganiwa. Mojawapo ya walionusurika ni mama mmoja aliyekuwa na umri wa miaka ishirini na mbili wakati huo. Alikumbuka jinsi alivyoanguka ardhini akiwa amembeba mwanawe mgongoni, risasi zikipiga kila kona. Hakujua kama ataamka tena, lakini aliapa kuwa mtoto wake hatakuwa kwenye mfumo huo wa dhuluma. Mauaji ya Sharpeville hayakuwa tu mauaji ya kimwili, yalikuwa pia ni mauaji ya matumaini kwa muda mfupi zaidi, lakini yalizaa moto mpya wa ukombozi. Tukio hilo lilichochea hasira kote duniani na Umoja wa Mataifa ulilaani mfumo huu wa apartheid hadharani. Tukio la Sharpeville halikukaa kimya. Wasanii kama Miriam Makeba walitunga nyimbo zilizohusiana na maumivu ya siku hiyo. Filamu na tamthilia zilizoigizwa miaka ya baadaye zilitumia tukio la Sharpeville kama ishara ya mwanzo wa mwisho wa ukandamizaji. Mashairi, picha na makala zilichora huzuni, hasira na matumaini yaliyofuata. Sharpeville haikuwa tu siku ya damu bali ilikuwa ni siku ya ujasiri. Leo hii tunasimamia juu ya mabega ya wale waliotembea bila silaha kwa matumaini ya dunia yenye usawa. Tukumbuke, tusimulie na tuendelee kuipigania haki hii. Ikiwa umeguswa na simulizi hii, basi kaa kwa kusubiri simulizi nyingine kama hii, kwa sababu historia haijamaliza kutuambia yote, na mpaka hapo sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul King.